Je, yeah, unafahamu nini maana ya mwanaume wa kweli? Kumekuwa na upungufu wa wanaume wa mfano wa kuigwa kwa vijana wadogo, na wanaume wa sasa wanashindwa kutambua maana ya halisi ya wanaume. Kama unataka kuwa mwanaume mwenye uwezo mkubwa, upo sehemu sahihi. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha tabia saba unazopaswa kuwa nazo ili kufanikiwa kwenye maisha. Namba moja: uwezo binafsi Ndege aliyesimama kwenye mti hana hofu kuhusu kuvunjika kwa tawi la mti, kwa sababu imani yake hayupo kwenye tawi, bali kwenye mabawa yake binafsi. Huu mfano unatoa maana halisi ya uwezo binafsi. Ndege anajiamini yeye zaidi kuliko mti. Uwezo binafsi ni muhimu kila mtu kuwa nao, lakini zaidi sana kwa mwanaume kuliko kwa mwanamke. Kwa nini? Hakuna mtu atakayekuja kukusaidia kama wewe ni mwanaume. Badala yake ni kinyume chake. Watu watakutarajia wewe ndio uwasaidie na uwatatulie matatizo yao, na kama utaweza kumsaidia yeyote, utaonekana kama mwanaume asiye na thamani, na huo ndio ukweli mchungu unaopaswa kuumeza. Huwezi kutegemea mwonekano wako ndio ukuvushe kwenye nyakati ngumu, na huwezi kutarajia watu wengine watakuja kukusaidia. Uwezo binafsi maana yake ni kuamini wewe binafsi una uwezo wa kupambana na changamoto mbalimbali za kimaisha ni uwezo wa kujipambania mwenyewe na uwezo wa kutatua changamoto zako mwenyewe pasipo kutegemea msaada wa mwingine. Kila mwanaume unapaswa kuwa na uwezo binafsi. Namba mbili. Puuza maoni yasiyo na tija. Kama mwanaume huwezi kufika mbali kama utaruhusu maoni mbalimbali ya watu yaamue hatua zako. Hii ni kwa sababu maoni mengi ya watu hayana tija na sana sana yatakurudisha nyuma. Sikiliza. Kama mtu anaye kushauri hayupo mahali unapotaka kufika kwenye maisha, kuna haja gani ya kuufuata ushauri wake? Na pia wengi hawajui una malengo gani, au ni wapi unapotaka kufika, au wanadhani ni ngumu kufanikiwa. Simaanishi upuuze kila maoni na kujifanya unafahamu kila kitu, hapana. Kuna wakati na kupasa kutulia na kuwasikiliza watu sahihi, na kuna wakati na kubidi uwe mkorofi ili kuyalinda malengo yako na kuto kukubali kuyumbishwa. Njia rahisi ya kupata usawa ni kuangalia maisha au matokeo ya anayekushauri, ya kama maisha yake ni ya hovyo, hata ushauri wake utakuwa wa ovyo. Vile vile namba tatu: tawala hisia zako. Wanawake na watoto ndio wanaweza kuruhusu hisia zao ziamue matendo yao, ila sio kwako, kwa wewe mwanaume. Mwanaume wa kweli ni mwanaume mwenye uwezo wa kutawala hisia zake. Hii ina maana kwamba hutapata huzuni au hasira bali unapaswa uwe na uwezo wa kutawala hasira zako au hisia zako nyinginezo. Ipo hivi, haijalishi ni masuala ya fedha, wanawake au maisha yako binafsi kwa ujumla, kila kitu kitakuendea vizuri ukiweza kutawala hisia zako, na hii ndio silaha itakayokufanya uwe juu kimaisha. Namba nne, kuwa hatari. Unapaswa kuwa hatari na pia unapaswa kujifunza na kujitawala. Watu wengi wamekushauri uwe mpole, mnyenyekevu na usisababishe dhara kwa yeyote. Sikiliza, ukichagua kuwa mpole na usiye na madhara, kuna siku utajikuta kwenye hatari na hutaweza kujilinda wewe binafsi na pia utaweza kuwalinda wale unaowapenda. Kama mwanaume, ni jukumu lako kujilinda wewe binafsi pamoja na wale unaowapenda. Umepewa uwezo wa kuwa hatari pamoja na kuutumia vizuri. Ukiishi katika hali ya ushindani pamoja na kupenda kufanya mambo magumu, mwili wako utatengeneza homoni nyingi za kiume. Ukiwa mtu wa kufanya mazoezi, mwili wako utakuwa imara zaidi. Usikubali kupoteza zawadi hii, sijali wewe ni nani katika hili. Kama utaruhusu mwili wako uwe dhaifu, wanaume wako ni dhaifu vile vile. Fanya mazoezi, jifunze kupigana na ushughulishe mwili wako ili uwe imara. Mwili wako ukiwa imara hata ufahamu wako utakuwa imara. Namba tano, rekebisha vitu. Wanaume ndio wanaitengeneza dunia, hivyo unapaswa uwe na uwezo wa kurekebisha vitu. Ufahamu wa kurekebisha vitu nyumbani kwako ni jambo la muhimu sana kuwa nao kama mwanaume, iwe ni kufanya matengenezo kwenye gari lako au kurekebisha samani zilizopo nyumbani kwako. Hii itakuokolea muda pamoja na fedha zako. Na pia itakuepusha na kuliwa fedha nyingi zaidi utakapoamua kumleta mtaalamu wa kusaidia. Simaanishi wewe unarekebisha kila kitu na kufanya kazi peke yako. Kazi zingine zitakuchukua muda mrefu zaidi. Hivyo ni bora ukamwita mtaalamu akakusaidia na ukamlipa, huku wewe ukiendelea kufanya mambo mengine yenye tija. Inawezekana umelelewa bila baba na una uwezo wa kurekebisha chochote nyumbani kwako. Habari njema ni kwamba sasa hivi unaweza kujifunza kila kitu kupitia YouTube. Ivi waza kidogo kidogo, kujifunza na kufanyia kazi taratibu, utaanza kuwa mzoefu na utaweza. Kuna furaha mwanaume anaipata kwa kurekebisha kitu, hata kama ni kidogo. Namba sita kata ukawaida. Ukawaida mmoja mmoja unaweza kuwa changamoto kwa mwingine. Mwanaume mmoja anaweza akawa na utaalamu mkubwa wa kiufundi na anaweza kurekebisha vitu mbalimbali mbali. ila asiwe na uwezo wa kuzoeana na watu au kuzungumza na watu kwenye jamii inayomzunguka mwanaume mwingine anaweza kawa yupo vizuri kwenye mambo ya kijamii na kiuongozi, ila asio na uwezo wa kiufundi wa kurekebisha vitu. Wote hawa wanapaswa kuuacha ukawaida na kujifunza kile ambacho hawawezi. Ni rahisi kuamua kubaki kwenye eneo ambalo unaliweza, ila kama unataka kukua na kufika mbali, kata ukawaida, anaamua pia kujifunza yale ambayo huyawezi. Mafanikio makubwa ambayo umekuwa ukiyahitaji unaweza kuyapata mahali ambapo ulikuwa upatarajia. Hivyo katao kawaida na usiogope kujihusisha na mambo mapya, hata kama uyawezi. Kila unavyozidi kukabiliana na changamoto mpya, ndivyo unavyozidi kukua na ndivyo nguvu zako za kiume zinavyozidi kuongezeka. Namba saba: zungumza ukweli. Uongo ni dalili ya hofu. Wewe ni mwoga kama unahisi unahitaji kudanganya. Na hii inaenda sambamba na kukubaliana na watu kwa kila kitu, kwa sababu unataka ukupende. hii yote ni kwa sababu ya uoga. Mwanaume wa kweli unapaswa kuzungumza ukweli pasipo kusita wala kuhofu chochote. Ni afadhali uzungumze ukweli au ukae kimya kuliko kudanganywa. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.